Or to give assurance to the family of Ntutu that we will support you 24/7, both at the county discourse, the national discourse, and even the international discourse. Tutasimama na nyinyi, tuko tayari kufanya kazi na nyinyi mpaka mumalize hii miaka miaka kumi ama nane ambayo imepaki na mtaendeleza ingine huko lakini ile tuko na nyinyi sasa tuwa support kwa ile kasi yote mumefanya, ile kasi Olentutu governor umefanya kama naibu wako, na huko nyuma babu yangu kutoka my mother side, or my mother side babu yangu alikuwa secretary wa Lerionga Olentutu. It is a coincidence pia mimi ni deputy governor wa familia hii ya Ole Ntutu. Kwa hivyo sisi tuko hapo tunasaidiana. Hakuna siku tutaenda against Ole Ntutu. Tutakaa na nyinyi and for the record time and for what you've done in this county both or in all spheres or aspects of in uh, of life. Umefanya kazi kwa education, umetusaidia kwa mabarabara umetusaidia kwa maji, kwa amani na kwa vitu mingi kwa hii kaunti, and that is to confirm that in 2027 hakuna mtu atauzia uoga Ole Ntutu. Ile kitu mtu atafanya ni kumuuzia siamba, ni kumuuzia ugali, ngombe na hizo vitu zote, lakini ile kitu hawatamuuzia ni kitu inaitwa uoga. Kwa hivyo watu wa hapa Narok mimi sitai kunena mingi zaidi, wacha nichukue fursa huu kumkaribisha governor akuje anene na sisi alafu tumalize na nikimalizia, Mungu amweke mama wetu mahali pema peponi. Thank you so much, asante sana DG um, wetu uh, Koech. Um, familia yetu ya Ole Ntutu eh, tukiongozwa na mzee uh, senator eh, former senator wetu, waheshimiwa wabunge ambayo wako hapa kuongozwa na mdugu yangu Kitilai, mheshimiwa Joana Ngeno, mheshimiwa Rebecca Tongei, mheshimiwa Agnes Pareyo, waheshimiwa MCAs ambayo wamekuja kuwa pamoja na sisi wakiongozwa na area MCA ndugu Duncan Bore, na speaker na majority leader, wakaaji wa kaunti ya Narok ambayo wamefika hapa na kanisa letu la Katoliki wakiongozwa na Father Akoikai na wale wengine ambao